Ayo TV na millardayo.com leo na ripoti kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya ya Ubungo hapa mkoani Dar es Salaam. Itakumbukwa juzi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya mabadiliko kidogo katika baadhi ya maeneo ikiwemo pia kuhamisha baadhi ya wakuu wilaya kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Miongoni mwa waliohamishwa ni aliyekuwa mkuu wa wilaya ya Handeni wakili Alberto Msando ambaye alihamishwa kutoka Ndeni na kuja kuwa mkuu wa wilaya ya Ubungo akichukua nafasi ya Lazaro Twange ambaye yeye ameteuliwa kuwa mkurugenzi mtendaji wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, na kesho majaliwa atakabidhiwa rasmi ofisi na mtangulizi wake aliyekuwa mkuu wa wilaya hii ya Ubungo Twange. Lakini yeye wakati akisubiri kukabidhiwa rasmi ofisi kesho, ameanza majukumu yake leo na amezungumza mambo mbalimbali ambayo anaenda sasa kuyatekeleza akiwa mkuu wa wilaya ya Ubungo. Huduma kwa wananchi haihitaji kusubiri. Wananchi wanachokihitaji ni maendeleo yao, wanachokihitaji kutoka kwetu ni huduma. Lakini maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ni kwamba kama yeye halali, kwa nini sisi tulale? Ni lazima tukahudumie, kwa hakuna sababu yoyote ya mimi kuchelewa kuanza majukumu yangu na makabidhiano tutafanya na zile formalities kesho, ili tuweze kuendelea vizuri. Lakini kikubwa, natambua changamoto za wananchi zipo kama maeneo mengine, sio jambo uh, jipya sana, lakini serikali imejikita kwenye kuzitatua changamoto hizi, na aliyenitangulia alifanya kazi kubwa, kazi nzuri, kuwahudumia wananchi. Mimi nakuja kuendeleza pale alipo, alipoachia yeye. Kuhakikisha kwamba wananchi wanapata, wanapata huduma ya, uh, mimi nguvu zangu kubwa siku zote kwenye uongozi wangu naelekeza kwanza kwenye kukusanya mapato ya serikali. Tunapoweza kukusanya mapato ya serikali maana yake tunaweza kutoa huduma tunazoahidi. Uliyokusanya ukiahidi darasa unalijenga kwa kutumia fedha hii. Ukiahidi barabara utaijenga kwa kutumia fedha hii. Kwa nini lazima tukusanye fedha kwa ajili ya kutekeleza hizi ahadi tunazozitoa au yale tunayotaka kuyafikia. La kwanza kabisa mimi ninalojielekeza nalo kwa nguvu zote ni ukusanyaji wa fedha za mapato kwa taasisi yote iliyoko ndani ya wilaya ya Ubungo ya serikali. Mtu yeyote ambaye anapaswa kukusanya mapato lazima ahakikishe kwamba anakusanya mapato, lakini atukusanyi mapato kwa kutumia nguvu, atukusanyi mapato kwa uonevu, kusanyi mapato kwa, kwa, kwa mujibu wa sheria kanuni na taratibu ambazo tumejiwekea. Tusimwonee mtu, tusimkomoe mtu. Mapato tunayotakiwa kukusanya yawe ni mapato halali kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Lakini jambo la pili ambalo mimi nalisimamia kwa nguvu zote ni utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ni lazima miradi yote iliyoanzishwa ya maendeleo ikamilike kwa wakati, ikamilike kwa kwa ubora na kwa gharama sahihi. Hayo mambo matatu ni muhimu sana kwenye usimamizi wa miradi. Naamini wenzangu ambao nimewakuta hapa tutaendelea na spirit hiyo ya kuhakikisha kwamba miradi inakamilika kwa wakati kwa gharama sahihi, na kwa ubora unaotakikana. Lakini jambo la tatu ni kutatua kero za wananchi. Mwananchi akiwa na changamoto yake, ana jambo lake kwenye serikali, ofisi zote zilizoko ndani ya wilaya ya Ubungo, ni lazima kero hiyo tuitatue kwa wakati kama imekushinda katika ngazi yako ipeleke ngazi usika, mpe taarifa. Utaanzia kuanzia ngazi ya chini kabisa kule kwenye mitaa, watendaji wa mitaa, watendaji wa kata, maafisa tarafa, lakini wenye vitu wa serikali za mitaa na wao kupitia halmashauri zao na zile kamati zao za kwenye mitaa wana wajibu wa kuhakikisha kwamba kero zinatatuliwa kutoka huko. Mwenyekiti ambaye anashindwa kutatua kero iliyoko ndani ya uwezo wake kwenye mtaa wake ndani ya wilaya ya Ubungo, sitamvumilia kwa sababu umeomba wenyekiti ili utatua na naitwa ni serikali ya mtaa. Kwa serikali ya mtaa ina majukumu na mamlaka kamili ya kutatua changamoto kwenye eneo lake la mtaa. Hakuna sababu mwananchi kuja hapa analalamika kwamba njia imefungwa kwenye mtaa wake, mwenyekiti na kamati huko pale. Unataka mpaka mkurugenzi wangu atoke huku aende kule chini kuongea kwa nini barabara imefungwa wakati wana mtaa wako pale pale. Wakati mnajua kabisa eneo hilo labda ilikuwa ni barabara lakini kiwanja chenu cha michezo kinavamiwa, watu wanajenga, wanapaua, wanamaliza. Mwenyekiti na kamati yako huko pale, unasubiri mpaka sisi tushuke kule kuja kukumbusha kwamba ile eneo lilikuwa ni la wazi, na mnaliona siku zote ni eneo la wazi, na nyinyi hamjachukua hatua, au mmeshiriki katika kuligawa na kuliuza. Kwa hilo ni eneo la kero za wananchi, kwamba ni lazima zitatuliwe kwa wakati kwenye ngazi usika, ikikushinda ipeleke kwa anayefuata ili akusaidie kuitatua kui lakini lingine ambalo ni la muhimu sana na ni jukumu letu la msingi kwa upande wa kamati ya usalama ya wilaya, ni raia na mali zao, usalama wao. Ni lazima tuhakikishe kwamba raia wanakuwa salama, mali zao ziko salama. Sisi wilaya ya Ubungo tutaendelea kuhakikisha kwamba hakuna mtu yoyote anayechezea usalama wa raia na mali zake. Hakuna mtu yoyote ambaye tutamvumilia ambaye atataka kuhatarisha uh, usalama wa raia na mali zao lakini kama kuna watu ambao wamekuwa wakiendelea na udokozi, udokozi kuvunja vunja maduka ya watu, kupora pora watu usiku kufanyaje, wenyewe tutaendelea na kazi hiyo hiyo ambayo mawasidi wangu wameendelea kuifanya kuhakikisha kwamba tunadhibiti uh, hizo hizo hizo changamoto. Kwa usalama wa raia na mali zao kwetu sisi ni kipaumbele cha kwanza kabisa. Kamati ya usalama ya wilaya ambayo mimi ndio mwenyekiti wake, kwa upande wa usalama wa raia, ni wahakikishie tu wana Ubungo waendelee na shughuli zao kwa amani, hawatakuwa na changamoto zozote za kiusalama, na endapo kutakuwa na changamoto hizo, sisi tutakuwa ni kumleti kuzidhibiti kwa haraka na kwa mapema mna, bila kumuonea mtu, lakini bila kumuonea haya mtu yoyote. Hiki ni kipaumbele cha usalama wa raia na mali zao. Vinginevyo nategemea nitapata ushirikiano mkubwa kutoka kwa watumishi wenzangu. Mimi nimekuja hapa ni mtumishi, sio mtawala, sijaja kutawala wala ku mimi siyo bosi, mimi ni mtumishi kama wao. Kwa kila mtumishi ni lazima aheshimike, bila kujali nafasi yake, bila kujali sijui kiasi cha mshahara anacholipa. Ukimdharau mtumishi kwenye wilaya ya Ubungo ni umenidharau mimi. Hata ukinikuta mfagizi hapo nje, ni lazima umheshimu. Ni mfagizi, ni mlinzi, ni nani, mpe heshima yake Msalimie, mthamini, ana changamoto yake, msikilize. Kwa hiyo tuendelea kukumbushana, hasa sisi ambao tumekuwa aidha uongozi kwenye idara, kwenye vitengo au kwenye taasisi, kuthamini watumishi. Hili na lenyewe pia ni jambo langu la msingi, wala sina mchezo nao. Mtu ambaye anashindwa kumthamini mtumishi, anashindwa kumsikiliza kwa wakati, anachelewesha maslahi ya mtumishi bila sababu, awe ni mwalimu, awe ni nesi, awe ni mtendaji wa mtaa, huyo mimi sio rafiki yangu wala sina haja ya kuchekeana naye. Katibu tawala ndiye msimamizi wa watumishi kwenye wilaya, nitampa maelekezo tu ashughulike na mtu ambaye anachezea haki za wengine. Kila mtumishi ana haki zake, na ziheshimiwe na azipate kwa wakati, isipokuwa tu kama kuna sababu ya msingi inayosababisha haki ile kuchelewa, basi na sababu hiyo ielezwe na mtumishi awe ameiridhia au anaifahamu au anaielewa, lakini kusiwe na sababu yoyote ya kum... cheleshea mtu kupata haki yake. Mimi ushirikiano ya ni mkubwa Chama cha Mapinduzi nitashirikiana nacho kwa karibu sana, kwa sababu ndio chama kinachoshikilia dola. Kwa hiyo maelekezo ya chama ndio maelekezo yanayotekelezwa, kwa sababu wamesha tupa ilani tukaisimamie kwao, na mimi natumaini nitapata ushirikiano mkubwa kutoka kwenye chama. Ila mimi kama kamisa, lakini pia kama mkuu wa wilaya nitashirikiana na chama ili ilani ya Chama cha Mapinduzi ya 2020 2025 20, hapa tulipofikia uweze kuitekeleza vizuri. Na leo nashiriki kwenye ziara ya ukaguzi wa miradi kwa sababu ilani na ye, ye, lazima itekelezwe. Katiba ya Chama cha Mapinduzi inatoa mamlaka kwa kamati ya siasa ya mkoa na kamati ya siasa ya wilaya kukagua miradi kuona ni namna gani tumetekeleza ilani. Kwa hiyo kazi yangu ya kwanza na chama kwa siku ya leo itakuwa ni kushiriki moja kwa moja kwenye ziara hiyo. Taarifa tumeshaandaa iko hapa, na tutawapokea chama Tuende tukaangalia miradi ili waweze kuambia wananchi kwamba Dkt. Samia Suluhu Hassan alitoa fedha, ametenga fedha, amesimamia na miradi imetekelezwa vizuri. Kwa hiyo ndio kazi ambayo nimeanza nayo siku ya leo. Ayo TV na ayo.com kutoka hapa ofisi ya Mkuu wa Wilaya ya Ubungo ambapo leo DC mke wa Ubungo Albert Msando ameanza majukumu yake rasmi ya kazi. Mimi ni Bakari Chijumba.